Zipo kazi nyingi za kufanya, sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili, tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo CHADEMA inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana CHADEMA, wafanye uchunguzi wakaangalie kwa namna gani CHADEMA wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi, wapeni watu wazike miili yao, wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa ya yaani yeye yaani, anapata yaani wapi kusema wapewe watu wakazike? Wapendwa wao ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wana habari amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika wamenyimwa? Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja, mimi nimeenda hapo kwa kom, kwa Kondo sijaliona lakini sasa taarifa hiyo hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo hiyo vinasema vikundi vyao, halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchalenji Heche na na wachalenji watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi MECIRA tunasema kwanza hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka sitini ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 9 tarehe 29 mwezi wa kumi.